Amaigelio ya basae bechikanisa chegi ya Adventista se conference ya Nyamira amo na Nyamira Westfield ajua chagetili tukoli ya Jumatatu ase skuru ya bamura ya Nyambalia ibunge ya Kitutu masaba na boygo ase skuru ya Banyaroka ya Sironga ibunge ya West Mogirango e county ya Nyamira, nigo amaigelio ajo aera lero asaba sae chiribu inyane chimisano na isatu baikira na ase skuru ya Nyambalia na kogokera maigelio ajo okwana. ne ya tv niga egati ya barandia bateba buna amaigeri ya yo nigo agokonya basaye gwetenenera nonya ne ekeraw chumi yanse yakong'ire amaigeri buna ya iga ngokonyaara abasae mono bakina all round chidaemesion nye spiritually mentally and uh, socially and uh, physically igo begeri gwe amang'ana amange arabakonye ekiagera the future belongs to our youth

erinde egesaku kia abanto abake tiga esira na kiga kogendereria nonye na ekanisa nonye na ense kagichumora eke na egento ki engencho enene sana twanyorire abarayia abange korwa asee igaiga iga ekero abana bakoumerana iga iga abasae bakwegeriwa chimbwa buna bakoba buna bono tware kwegeriwa the dangers of youth se amaigerigwa banyarere koba bakwegeriwa baya beka ase ebikorwa naende babe mbakomisia asee emeroberi buna eye iga